Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tuelekee huko mashariki ya kati, tuwatazame wapiganaji wa kipalestina wa Hamas. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Wapiganaji wa kipalestina Hamas bado hawajachoka, bado hawajaisha, bado wanaendelea na mapambano mpaka tone lao la mwisho la damu, na wameapa kuendelea na mashambulizi dhidi ya uchokozi wa serikali ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa serikali ya Israel. Wakati huu wapiganaji hao wa Hamas inadaiwa kuwa wametoa nafasi ya vijana wa makamo takriban elfu thelathini kujiunga na kikundi hiko kwa lengo la kuendeleza mapambano dhidi ya Israel. Hamas ambao wamekuwa mfupa mgumu kwa Israel wameapa kupambana na Israel hadi Israel itakapoondoa vikosi vyake vya kijeshi katika ukanda wa Gaza. Na wakati huu, Hamas wameamua kuanzisha mafunzo kwa vijana, ambapo vijana wapatao elfu thelathini wanatarajiwa kujiunga na wapiganaji hao wa Hamas. Chanzo cha Palestina ambacho hakikutajwa kimesema kwamba kikosi cha Hamas cha Izudin Al Qassam kimetoa nafasi ya kuajiri vijana wapatao elfu thelathini kujiunga na kikosi hiko katika ukanda wa Gaza. Chanzo hiko kiliongeza kuwa vijana wengi kati ya hao elfu thelathini tayari walikwisha pata mafunzo ya awali katika kambi ambazo huendesha mafunzo kwa vijana hao kwa siri na brigedi ya Izudin Al Qasam. Wachambuzi wa mambo ya kivita wanaeleza kwamba kuna sehemu mbalimbali za siri ambazo kundi hili huwa linatengeneza vijana wao kwa ajili ya mapambano. Aidha, wameongeza kwamba kundi hilo lipo katika mataifa mbalimbali katika ukanda wa mashariki ya kati, na ndiyo maana imekuwa ni vigumu sana kuwasambaratisha wanamgambo hao wa Hamas. Wanamgambo wa Hamas kwa wakati huu wameamua kuongeza nguvu zaidi, na mpaka sasa inadaiwa kuwa kuna baadhi ya vijana tayari wapo kwenye mafunzo. Marekani inadai kuwa Iran ndiyo mfadhili wa kundi hili, Iran ndiyo inayotoa mafunzo ya kijeshi kwa Hamas. Pia Marekani imetaja na baadhi ya mataifa mengine likiwemo taifa la Jordan, Misri pamoja na Lebanon, ambayo kwa mujibu wa Marekani inasema kwamba mataifa hayo pia yanahusika katika kulikuza kundi hilo la Hamas kwa kuwachukua vijana wao na kuwaingiza katika kundi hilo la Hamas. Hata hivyo kulingana na gazeti la Wall Street Journal siku ya Alhamis limeripoti kwamba Hamas inakabiliwa na changamoto ya fedha kwa sababu inakosa fedha ya kuwalipa wanachama wake. Gazeti la Wall Street Journal liliripoti likiwanukuu maafisa wa kijasusi wa Kiarabu. Lakini kwa upande wa wachambuzi wa mambo ya kivita wanasema kwamba Hamas hawawezi kuishiwa fedha kwa sababu ya misaada mbalimbali mbali ya kifedha kutoka katika mataifa mbalimbali mbali ya Kiarabu, lakini pia hata wao wenyewe Hamas bado wana vyanzo vingi sana vya mapato. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu ambapo wapiganaji wa Hamas wameongeza nafasi ya watu elfu thelathini kujiunga na kundi hilo huku baadhi yao wakiwa tayari wakipatiwa mafunzo kwa lengo la kuipigania Palestina dhidi ya Israel. Basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.